Mpendwa wa Tanzania ITV mtazamaji, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu ubonyeze button ya subscribe na uwashe kengele ambacho kipo tu hapo kando ya button ya subscribe, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like uh, Uzuri wa mtandao wetu wa Tanzania ITV ni kufichua siri aa, zile ambazo vituo vingine haviwezi kutoa. Hapa ndipo unaweza kupata taarifa za ukweli, habari ambazo zimegonga fichwa vya habari. Ni wazi kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefika mwisho amefika mwisho kwa uongozi kwa sababu, tunafahamishwa na taarifa za ndani kwamba kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye amezuiliwa katika gereza la Ukonga aliweza kuondolewa katika gereza hilo kisiri na akasafirishwa moja kwa moja kuelekea eneo Hamuna yeyote ambaye anaelewa alikopelekwa. Tunaambiwa ya kwamba Lissu aliweza kutoroshwa kisiri ili kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Kuna ujumbe wa Rais Samia Suluhu Hassan ambao alitaka kuwasilisha kwa Tundu Lissu. Na ujumbe huu sio mwingine ila tu kumshawishi Tundu Lissu aweze kukubali mahitaji ya Samia Suluhu Hassan, moja yao ikiwa aachane na kutetea haki za Watanzania ili amwachilie huru kutoka kwa gereza. Lakini tunaambiwa ya kwamba eneo hilo hakuna yeyote ambaye anaelewa, kunaitwa kuna kivipi. Hata sisi wakati tunapeperusha matangazo kutoka umbea, ni ujumbe ambao tumeambiwa tutangaze, lakini ni wazi kwamba Tundu Lissu amekataa kushawishika na ujumbe wa Samia Suluhu Hassan, huku yeye akisema ya, ya kwamba heri aweze kuaga dunia akitafuta haki za Watanzania na sababu kubwa ya Samia Suluhu Hassan kumpembeleza na kumwomba Lissu akubali masharti ili aweze kuachiliwa huru, ni wazi kwamba Lissu yeye anataka haki, mabadiliko, katiba mpya, tume mpya ya uchaguzi na uchaguzi uweze kuandaliwa upya nchini Tanzania, kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kutangaza kwamba kupitia chama cha Chadema kwamba uchaguzi uliofanyika 29 Oktoba mwaka huu ni patili, kumaanisha hawamtambui Samia Suluhu Hassan. Ndio maana anaendelea kusisitiza na kusema, Samia hatafaje nini, hawezi kukubali, ila tu amejitolea mwanga kukufa, ila tu haki za Watanzania ziweze kupatikana na kwa yule ambaye aliweza kusababisha maafa nchini Tanzania, sio mwingine ila tu ni Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu pasipokuwa na yeye kung'ang'ania uongozi, maandamano hayangeshuhudiwa, risasi hazingetumika kupitia jeshi la polisi nchini Tanzania. Lakini kwa sababu alikuwa na hamu ya uongozi, hayo yote yakashuhudiwa, damu zikamwagika, wengi wameaga dunia nchini Tanzania. Hadi kufikia sasa, hakuna yule ambaye anaelewa idadi kamili ya wale ambao wameaga dunia kufikia sasa. Ndio maana mahakama ya ICC ikaombwa ianzishe uchunguzi wa kina ili kujua chanzo na ni nani aliweza kuwaua Watanzania, wangapi walikuzikwa, ni wapi? Kwa sababu CNN, kituo cha televisheni, kiliweza kupeperusha matangazo na kuonyesha maafa yale ambayo yalionekana nchini Tanzania huku makaburi ya kisiri yakionyeshwa kwa televisheni ya bamoja, vile Watanzania waliuawa na vile walizikwa kwa kaburi moja. Ni mabaya ambayo yalionekana katika taifa la Tanzania. Sasa kwa sababu Samia alikuwa anang'ang'ania uongozi. Ameona kumewaka, ameona ni hatari, kwa sababu mataifa mengi yamemwondokea, yamemkabidhi mgongo. Sasa uongozi wake umekuwa mzito, umekuwa tahadhari. Ndio maana anamtafuta Lissu, akubali tu wasalimiane Ikulu, ili mradi uongozi wake ukaweze kurahisishwa, lakini Lissu amekataa na kukataa kwa Lissu ni ishara tosha kwamba sio rais wa Tanzania na wale haswa wafuasi wa Chadema kumtambua Suluhu kama rais. Ikumbukwe Rais Samia Suluhu aliweza kuapishwa na kuingia ofisini katika uwanja wa kijeshi chini ya ulinzi mkali wa Tanzania, walizuiliwa, hawakufika katika uapisho wa Samia Suluhu Hassan, kumaanisha hata yeye mwenyewe anaelewa vile aliweza kuchaguliwa, hakukuwa na huru na haki, hakukuwa na usawa. Interneti kazimu kazima, Tanzania nzima, hatukuwa tunaona yale ambayo yanaendelea, lakini kufikia sasa uongozi umeonekana wazi kwamba umemshinda kwa sababu hamna hela za kutuma Tanzania. Mataifa mengi yameondoka. Uswidi imejiondoa kwa kutuma misaada, Kanada imejiondoa kwa kutuma misaada Tanzania. Marekani ikaangalia uhusiano wao ikatoa mambo ya kutuma misaada, mataifa mengine kupitia bunge la Ulaya likasimamisha misaada kuelekea Tanzania. Changamoto ni nyingi ambazo Samia Suluhu Hassan anataka kuhakikisha kwamba Tundu Lissu amekubali wasalimiane ili aweze kuruhusiwa kupata misaada na Lissu amekataa. Vile habari ambazo tumezipokea ni kwamba amekataa kukubali kushawishika ili kusalimiana na Samia katika ikulu na kufungua njia ama ukurasa mpya wa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sina lingine ila tu kutoa ahadi kwamba vile tunaendelea kupokea habari zingine, tutakuja ili kuwaeleza wazi na ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza lakini hauja subscribe, na kuomba tu kabla utoke kwa kutazama hii kanda, subscribe. Kuna button ya subscribe hapo chini iponyeze, kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili wakati wowote tunaweka kanda, utakuwa unapata taarifa kila wakati na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni e sana, endelea kutazama Tanzania Eye TV ambapo tunatoa siri zile ambazo haziwezi kujulikana. Asante.